Haleluya! Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Asalamu alaykum. Punga mkono wako namna hii tusalimiane hewani. Alafu ninawapenda sana. Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu aliyenipa neema na kibali cha kuwepo hapa Kishapu jioni ya leo. Si kwamba ninastahili kuongea hiki ambacho nitakwenda kukiongea. Ninajua wangekuja wengine na wangesema vizuri sana, lakini najua kwa jioni ya leo Mungu amenipa kibali. Kama nilivyotambulishwa, mimi ninaitwa Happiness Mwaja Kihama, ninatoka Shinyanga. Amen, nichukue nafasi hii kumshukuru sana mgeni rasmi, mkuu wetu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri hii ya Kishapu, na meza nzima ya mgeni rasmi, meza ya dasi wageni wote waalikwa, lakini zaidi nisahau kuwashukuru kamati ya maandalizi kunipa kibali nije kusema na ninyi. Kama dada alivyosema kwamba tunatoka huduma ya Moria. Moria ni huduma ambayo inamtumikia Mungu, na kama unatamani kutufuatilia tunaposimama kufundisha maeneo mengine mengine, hata hiki kinachoendelea mahali hapa kiko live kwenye YouTube yetu inayokwenda kwa jina la huduma ya Moria. Hapo unaweza ukapata mafundisho mengi sana. Kimsingi mimi nimesimama hapa kwa dakika chache kukufundisha kwa habari ya nafasi ya mwanamke. Nafasi ya mwanamke kiroho, geuka jirani yako umwambie kiroho. Kule nyuma nilikuwa nasikia mnapiga sana kelele, hebu nipe nafasi kidogo. Na nakufundisha kwa dakika chache kwa habari ya nafasi ya mwanamke kiroho, nafasi ya mwanamke kwenye jamii, nafasi ya mwanamke kwenye uchumi. Kwamba mwanamke ana nafasi gani katika mabadiliko, katika kuendeleza, katika kubadilisha jambo. Nafasi ya mwanamke, bwana Yesu asifiwe. Nitalitumia hilo neno kwa sababu ndio nimelizoea, afu tuchukuliane tu, bwana asifiwe. Tunapoongea juu ya nafasi, kimsingi ni eneo ambalo Mungu amekupa wewe kama mwanamke kukaa kiroho na kimwili. Na tunaposema kiroho na kimwili, lazima ujue kwamba mwanadamu ana pande kuu mbili, ambayo ni mwili pamoja na roho. Kwa imani zote mbili, najua ndivyo tunavyoamini kwamba mwanadamu ni roho, at the same time mwanadamu ni mwili, na ndio maana kwa imani ya Kikristo kwenye Biblia kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa ishirini na sita inasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, akatawale vinavyoonekana na visivyoonekana. Sasa huyu alikuwa ni Mungu wakati wa uumbaji, na ukienda kwenye Injili ya Yohana anasema Mungu ni Roho. Kwa hiyo kimsingi Mungu alikuwa anaumba ulimwengu wa roho, na unapoenda kwenye sura ile ya pili mstari wa saba, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumz Hai, alafu mtu akawa hai, ndio unampata binadamu anayetembea kwako, vyovyote vile ulivyo, hata kama ni mzuri kiasi gani, hata kama ni mbaya kiasi gani, hata kama una shepu inayotisha, hata kama una mwili unaotisha, wewe ni mwili na wewe ni roho. Na ndio maana we jidai, unavyojidai, siku ikifika, ni lazima mwili na roho viachane. Amina. Kwa mwili na roho vinapoachana, ndio unauona uharisia wa mwanadamu kwamba ni mwili lakini pia ni roho. Ngoja niombe. Bwana Yesu, asante kwa neema umenipa kusimama kwenye madhabahu hii leo, pokea sifa na heshima, kwa sababu utanitumia sawasawa na vile unavyokusudia nitumike mahali hapa, ili ufalme wako upate kujengwa hapa Kishapu. Amen. nimekupa utangulizi wa roho na mwili, yaani vyovyote vile unavyoishi Chochote kile unachokifanya iwe ni ujasiriamali unaofanya, anza kutafakari kwanza kuhusu kiroho, halafu ndio uje kimwili. Na watu wengi sana wamekwama hapo, kwa sababu watu wengi wanapambana sana kutumia ulimwengu wa mwili kuliko ulimwengu wa kiroho. Na ndio maana masuala ya ibada kwa watu wengi sio ishu sana kwao anaweza akamaliza miaka hata mitatu hajui ibada ni nini. Kwa nini? Anajiona kana kwamba akiishi duniani amefika. Sikiliza. Biblia inasema miaka sabini, tukiwa na nguvu miaka themanini. Kwa hivyo vyote vile ulivyo, swala la kutenganisha mwili na roho linakuhusu. Iko saa utatengwa, okay. Unapotengwa kwenye ulimwengu wa kiroho, roho yako itakwenda wapi? Kwa unapoishi duniani kama mwanamke mjasiriamali, mwanamke mpambanaji, think sana about roho yako. Amen. Na unapofikiri sana kuhusu roho, nataka nikwambie, kila kitu unachokiona duniani kinaanzia rohoni. Kila kitu, kila unachokiona duniani kinaanzia kiroho, na ndio maana kuna mtu alisema hivi, unataka kuishi kwa kumiliki duniani, kuna miungu hawa wawili, Mungu Jehova na Mungu Shetani. Full stop. Kwa ili ufaulu lazima ujue kumiliki kiroho, aidha kwa shetani ama kwa Mungu. Tuko pamoja kwao? Unataka kumiliki kwenye biashara yako na ujasiriamali wako, hakikisha una Mungu kweli. Kama umemkataa Mungu, hakikisha una shetani kweli. Na ndio maana watu wengi wamekwama kwa sababu walikaa namna hii, kwa Mungu kidogo, kwa shetani kidogo, hutoboi Umeweka ilizi kwenye biashara, wakati huo huo uko kanisani, uko msikitini, unaenda kuswali na kwenye duka umeweka na ilizi. Hakuna Mungu wa hivyo. Umeamua kwenda na Mungu, nenda na Mungu asilimia mia moja, acha kumchanganya. Kwa nini? Kila kitu kinaanzia rohoni. Kwa hiyo kama unaamua kuloga ili ufaulu kwenye ujasiriamali wako, loga kabisa, kila mtu ajue kwamba unaloga. Umeamua kufanya na Mungu, hakikisha una Mungu kabisa. Kwa nini? Iko siku mwili na roho vitaachana, vikiachana, utajibu nini mbele za Bwana? Haleluya! Wajasiriamali mpo? Wanawake wengi sana wanaangaika sana na ujasiriamali na mikopo. Sisemi kwamba mikopo ni mibaya, ni mizuri sana kwa sababu hata mimi ni mfanyabiashara na ninakopa tuko pamoja. Hata mimi ni mfanyabiashara na ninakopa, lakini unakopaje? Wanawake wengi mna vikoba ishirini. Haleluya! Una vikoba kumi, unakopa kikoba A, unahamishia riba kikoba B, unaenda kikoba C, unakopa unapeleka rejesho kikobadi. Mnafanyaga kuhamisha madeni, halafu tukiwauliza, niko bize, nina marejesho, acha ni pambane, natafuta marejesho. Nakwambia uwezi kutoboa. Ukikosa akili ya rohoni, hutobowi. Mko wengi hapa, kuna vitu vyenu vimeuzwa vya familia kwa sababu ya kung'ang'ana na mikopo isiyolipika. Chanzo ni nini? Kwenye ulimwengu wa roho umekwama, humtaki Mungu, unapambana na mikopo. Unakopa mkopo, unauleta kwenye biashara, ule mkopo unaisha, hujui hata umeishaje. Utafikiria kwenye mikono yako unaviduduasha vinakula hiyo hela. Unapewa milioni moja, unaanza biashara yako ya ujasiriamali, unaiweka kwenye kabiashara mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, lina inuka la kuinuka lina gonga laki tatu, unabaki na laki saba. Mwezi wa nne lina inuka la kuinuka linagonga gonga laki mbili, unabaki na laki tano, unaanza kupumulia oksijeni. Tukikutana na wewe unahema mpaka uwezi kuhema. Wanawake mko hapa mmekaa Mi nakwambia hivi ni hivyo tu, mmepaka poda na injo face. Tukiangalia usoni tunaona kana kwamba mna furaha ya kweli. Fungua mioyo ya wanawake ndani, watu wana vilio, watu wana mateso, watu wana maumivu, watu wana heka heka. Fungua moyoni, uone watu wamekwama, watu wamenasa, hawaendi kwa nini? Ukimkataa Mungu, uwe na uhakika shetani atakutenda anavyotaka. Hata vitenge vyenyewe hatujalipa tulivyovaa. Nini, hujalipa kuna. Watu wamevaa vitenge wameshonewa na waume wa watu, watusibala angekuwa hajalipa madanga. madanga. madanga. Yaani, ni hivi, mheshimiwa anakaa na mume wa mtu halafu, akitembea anasema ngoja nimkomeshe. Kwani unafikiri nani anayekomesha mwanamke? Mwanamke mwenzie ndiye anayeumiza mwanamke mwingine Kavaa kitenge kapendeza kweli, lakini kashonewa na mme wa mtu, tena anatembea barabarani asema ngoja nimkomeshe, ngoja nimkomeshe. Ni sikiliza, nikwambie yuko Mungu anayeweza kufanya mabadiliko kwenye maisha ya mwanadamu. Yawezekana kuna mfumo wa maisha uliyaishi bila kujua kwamba yuko Mungu anayeweza kuingilia kati akafanya mabadiliko kwenye mfumo ulio nao, akakupa mfumo ulio bora. Kwa nini? Anakujua kabla hajakutunga kwenye tumbo la mama yako, kabla hujatoka alikutakasa kuna nafasi amekupa, lakini shetani ameiba nafasi za watu wengi leo. Anawatumikisha kwenye uganga. Yani yuko mwanamke yuko tayari kulipa milioni mbili kwa mganga ili achukue mume wa mtu. Si ni wewe hapo? Si ni wewe? Si ni wewe hapo tena? Unasema waambie akina nani, wakati ni wewe. Haya, kuna wale wanawake wenzangu wengine, anaenda kwa mganga kutafuta kadawa ili ashikilie mume wa mtu. Mganga anakwambia kwamba ili akupende inabidi ni kuwekee dawa. Kaulize dawa yenyewe anayowekewa, umelala na waganga, we umejiuza we kwa waganga na bado kutoboa utoboi. Leo nina habari njema kwako, mwanamke wa Kishapu, usifikiri kwamba nimekuja bure tu, amna. Mungu amenipa kibali nije nikwambie kwamba maisha uliyoyaishi imetosha. Njoo kwa Mungu akufundishe kukaa kiroho, ili akupe uweza utakaokusaidia kuto kuendelea kugombana na waume za watu. Wanawake ndio mnatukananaga hadi kwenye biashara Mkikaa pamoja hivi kwenye mstari, mnalogana sana nyinyi. Huwezi kuuza kwenye nini, sinia la samaki, mpaka uweke na kadawa kule chini. Mnatulisha tu matakataka kwenye biashara. Kwa ninasema uongo? Uh, umeona Yesu, wamesema kweli, ina maana wanafanya. Haleluya! nafasi ya mwanamke kiroho ni kuhakikisha familia imekaa kwenye mstari ulionyoka. Ndiyo nafasi ya mwanamke, sio mwanamke kwenda kuvuruga nyumba ya mtu mwingine. Nafasi ya mwanamke ni kupambana kiuchumi, kuhakikisha kwamba uchumi unavuka. Sasa unavushaje uchumi wakati mikono yako na akili zako zimeliwa na parale, zimeliwa na madumadu, zimeliwa na tunutu, zimeliwa na nzige? Huwezi kufikiri sawasawa, ndiyo maana unakopa mkopo unaenda kushona vitenge saba unakopa mkopo, unaenda kununua seti ya injofesi ya laki moja hela ya mkopo unaenda kununulia injofesi. E, ngoja nisiharibu sherehe. Haleluya, bwana asifiwe. Nafasi ya mwanamke, mwanamke ni msaidizi leo Tumefanya ndoa nyingi zina vilio, anayesababisha mwanamke mwingine aliye ni mwanamke mwenzie. Kwa nini ameshindwa kukaa vizuri na Mungu ili kwamba Mungu ampe mume wake wa kusudi? Amebakia kudanga tu, leo yuko kwa huyu, tena anaangalia wale wenye fedha, na uko hapa We kazi yako kukamata wale wenye hela. Unajua huyo baba alikotoka na huyo mama, lakini unajua umetesa watoto wa mwanamke mwenzio. Kuna watoto wanalala bila kula kwa sababu ya mwanamke mmoja ambaye ameamua kuvuruga ndoa ya mwanamke mwenzie. Haleluya! Yesu Kristo apie sifa. Mwanamke ni msaidizi, na ndivyo alivyoumbwa kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba nitakufanyia msaidizi wa kufanana nawe. Wewe ni msaidizi kwenye ndoa yako, kwa watoto wako, kwenye jamii inayokuzunguka, kwenye taifa la Tanzania. Linamhitaji mwanamke strong, anayependa haki, anayependa kweli, anayependa Mungu, asimame haki. Ikikosekana, hakuna ndoa safi zitasimama, hakuna biashara zitasimama. Kwa nini? Haki imeondoka. Wewe ni msaidizi mwambie jirani yako, wewe ni msaidizi. Acha kuvuruga ndoa ya mwenzio, saidia ndoa ya mwenzio isimame, eh. Jambo lingine, mwanamke ni mlinzi wa agano la Mungu. Mungu amekuweka ili ulinde agano lake. Sikiliza nikwambie, tuko duniani ili Mungu atukuzwe na si vinginevyo, lakini umeharibu mambo mangapi wewe? Umempa shetani nafasi, ameliharibu agano la Kimungu kwenye nafasi yako ili agano la Mungu lisimame. Lakini mwanamke ni mjenzi. Mimi nasema hivi, Mungu ameweka jambo jipya duniani. Aha, kwenye ulinzi, mwanamke atamlinda mwanaume. Narudi kwenye ulinzi. Bwana asifiwe. Mungu ameweka jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda. Wanawake wa leo, mko bize na simu za waume zenu kuliko maombi Yaani, akirudi dakika moja tu, umechukua simu, leo umewasiliana na nani? leo umempigia nani simu? Unaanza kupiga simu zote mme wako walizowasiliana. Wewe mlinzi, anakaaga getini na silaha. Silaha ya mwanamke ni Mungu, silaha ya mwanamke ni maombi. Rafiki, hutaki kuomba, watamchukua haumtaki Mungu, haukai kwenye ulinzi, watabeba. Ngoja nimalize. Hallelujah. Mwanamke ni mjenzi. Mithali kumi na nne, Biblia inasema mwanamke mwenye hekima anaijenga nyumba yake kwa mikono yake, halafu aliye mpumbavu. Wangapi tumebomoa nyumba zetu wangapi tumeharibu watoto wetu. Kuna mama huko, hapa unamtuma mtoto wako aende akajiuze. Nilisema hivi, kuna kesi ya ushoga, kuna kesi ya usagaji. Hii ni kesi ya kiroho. Asipotokea mwanamke mmoja anayeelewa kweli kwa habari ya ushoga na usagaji, akalia, akaomba, akaomboleza kwa ajili ya watoto wake, watoto wako watasaga, watoto wako watakuwa, wataku, wataku mashoga. Watu wanaangalia ushoga kana kwamba ni kitu cha kawaida. Ushoga ni kesi ya kiroho, inahitaji waombaji, inahitaji wanaomtafuta Mungu wapige hilo pepo la ushoga. Sikiliza nikwambie, usifurahi ukiona mtoto wa mwenzio amekuwa shoga. Hujui wako wako shetani anawinda kwenye nini? Yes, kabisa. Haleluya. Amina. Kristo apewe sifa. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Lakini mwanamke ni mtunza siri. Siku hizi wanawake wengi hatuna siri. Unajua, mimi mume wangu, mimi mume wangu siku hizi hafanyi kazi kabisa. Viroporopo, unamchukua rafiki yako, unaingiza mpaka chumbani. Waombe basi hao wanaume nao watuperana. Na chumba chenyewe sasa, hata usafi ufanyaje? Haleluya. Nina, nina dakika chache zimeisha, na ninaomba niishie hapo kwamba wewe mwanamke, una nafasi kubwa sana ya kufanya mabadiliko yatokee Amina. Kwenye ndoa yako, kwenye familia yako mm. Kwa watoto wako mm. Kwenye biashara yako mm. Una nafasi kubwa sana ya kufanya mambo Amina. Chanya yakatokee kwenye taifa la Tanzania Amina. Una nafasi ya kuleta mabadiliko Amina. Nataka niombe, lakini nichukue nafasi kuwakaribisha kwenye familia ya Moria. Unatamani kutufuatilia. Tufuatilie kupitia huduma ya Moria. Yako mafundisho mengi sana tumeyaweka huko. Kama una simu kubwa andika neno huduma ya Moria kwenye YouTube. Afu subscribe hapo. Ukisubscribe utatupata. Kwanzia Alhamisi tutakuwa na mkutano mkubwa sana pale Shinyanga. Kama kuna watu wa Shinyanga karibuni. Tuto. Lakini mwezi wa saba nitakuwa na seminar kanisa la KKT pale Kishapu, Kuanzia tarehe ishirini. Kwa hiyo wanawake wa Kishapu ninawaalika kwenye semina kubwa kabisa itakayofanyika kwenye kanisa la KKT hapa Muunze. Ninawapenda sana wanawake, mimi ni mwanamke. Mungu amenipa kitu hichi kwa neema tu. Ninatamani sana kuona wanawake wanakaa kwenye zamu wanakaa kwenye nafasi, wanatengeneza mabadiliko Amina, yanayompa Mungu utukufu. Usitengeneze mabadiliko yanayompa, Amina, shetani utukufu. Hapana huko duniani kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Hata sherehe ya leo, kuna watu mmefanya dhambi ndio mkaja. Sikiliza nikwambie, Mungu anakuangalia kwa jicho la tofauti, anataka kuona utukufu wake unajengwa kupitia maisha yako. Bwana Yesu, ninakushukuru, asante kwa neema hii umenipa kufundisha hapa Kishapu. Ardhi ya Kishapu imejua, anga la Kishapu limejua, waganga wamejua, wanajimu wamejua na wachawi wamejua. Na ulisema neno lako halitarudi bure, ni lazima litimize makusudi ili mapenzi yako yaendelee kujengwa katika maisha yetu. Tusaidie sana kama wanawake kuzijua siri za ufalme wako ili ufalme wako ujengwe kupitia maisha yetu. Asante kwa ajili ya viongozi ambao umewapa neema kuwepo katika hafla hii nzuri ya Kishapu Women Gala. Asante kwa ajili ya mkuu wa wilaya, asante kwa ajili ya mkurugenzi, asante kwa ajili ya dasi, asante kwa ajili ya viongozi wengine wote. E Bwana, asante kwa sababu umewapa neema hii ya kuongoza kwa ajili ya kusudi lako. Ami mtumishi wako nimefundisha, nao wamelisikia neno hili hivyo, ninawabariki kwa baraka za rohoni, ninawabariki kwa baraka za mwilini. Wape kuendelea kukujua wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya viongozi wa timu hii, Bwana, ambao waliona kwamba ninastahili kufundisha nami narudisha heshima kwako, lakini ninawafunika mikononi mwako wanawake wote wa Kishapu. Endelea kuwalinda, endelea kuwasaidia, weka akili ya kiroho ili kila mmoja ajue nafasi yake, ajue kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake, ya kwamba ufalme wako uendelee kutukuzwa na wewe Mungu uendelee kuinuliwa sawasawa na utukufu wa jina lako hapa tunapoishi duniani katika jina la Yesu. Ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Mungu awabariki sana chombo chako.